Miaka minne si haba, ni kama misimu minne ya mvua na jua. Na ndani ya misimu hiyo, Ligula imechanua kama ua lililoonyeshewa juhudi, nidhamu na upendo. Hospitali ya Mkoa wa Mtwara Ligula uh, ilianza rasmi tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1964 na ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Zamani palikuwa na changamoto Leo kuna mabadiliko ya kweli. miundombinu kweli rais amefanya mapinduzi makubwa sana. Kija kwenye hospitali yetu kuna alileta zaidi ya bilioni saba. He, kuna miradi mbalimbali mbali inaendelea na kuna ambayo imeshakamilika kwa mfano ambayo imeshakamilika tuna jengo la uzazi, tuna jengo la upasuaji, tuna jengo la ICU pale. lakini kuna miradi ambayo inaendelea Ma tuna jengo la magonjwa ya nje kwa maana OPD, tuna jengo la magonjwa ya dharura MD, lakini pia tuna jengo la watoto kwa maana niku na jengo la one stop center. Wahenga walisema, usipouziba ufa utajenga ukuta. Ligula haikusubiri ufa uongezeke, imejenga ukuta wa maendeleo. Huduma zimeboreshwa, tabasamu limezidi. Leo hii wagonjwa zaidi ya elfu moja hupokea huduma kila siku, wakiwa na imani kuwa afya ni uhai, na Ligula ni pumzi ya uhai huo. Kwa majina, mimi naitwa Majidi Luo, ni mkazi wa manispaa hii ya Mtwara. Nimeanza kupata huduma zaidi ya miaka minne sasa hivi na katika hospitali ya mkoa wa Mtwara. Kwa muda mrefu, ninapofika hapa huduma za pia au wagonjwa kuyuma hapa zinaridhisha. Ligula imekuwa ngome ya uzazi salama, tiba za kisasa na huduma za upendo. Mtu akisema kusini kuna mwanga, basi huo mwanga unatoka Ligula. Nimejifungua watoto wawili mapacha kwa changamoto za inejipekeza kaji hapa kama maana, wamenisaidia vizuri tu na naendelea matibabu mazuri sana nawashukuru kwa msaada kwa kufika hapa. Siku hizi Ligula imepiga hatua mbele. Kwa majina anaitwa Bernardino Tadeus, ni afisa muuguzi na ni muuguzi kiongozi katika kitengo cha uchujaji wa damu kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula. Kitengo hiki kimeanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwezi Januari, na kimeleta manufaa makubwa kwa wateja, kwa wagonjwa wanaosumbuliwa na changamoto ya figo katika mkoa wetu huu wa Mtwara, imekumbatia teknolojia. Wagonjwa wengi wanapata huduma nzuri na bora kwa wakati na wengi wanafurahia huduma hizi, na mashine zetu zinatoa huduma kwa kiwango kizuri, ambayo inawarejesha afya zao katika hali nzuri na kuendelea na majukumu yao ya kila siku. Kama walivyosema wazee, aliye na macho haambiwi tazama. Maendeleo ya Ligula yanaonekana kwa macho, yanaguswa kwa mikono. Jina langu naitwa Bakari Abdurahmani Saidi, mkazi wa Mtwara Mjini. Kwa kweli tofauti ipo, utofauti wake kwamba Ndanda, wakati kipindi naenda Ndanda ilikuwa natumia gharama kubwa kwenda na kurudi. Sasa ilipokuja ku, kuanzishwa hapa kwetu katika hospitali ya Ligula kwa hiyo imenipa unafuu wa, wa safari za kwenda Ndanda na kurudi. Huduma kwa kweli ni nzuri, ni nzuri kwa sababu nimeanza mimi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa kipindi chote hicho nilichofika hapa, sijaona tofauti, sijaona tofauti kwamba huduma nilizokuwa nazipata Ndanda na ndio nazo Bata. Kwa serikali ninawapongeza nawapongeza kwa huduma na na hii kutuletea karibu kwa sababu hapo zamani wengi walikuwa hawana uwezo wa kwenda Dar es Salaam. Unaona, sasa kipindi hicho kilicholetwa huduma hii hapa kwetu imekuwa rahisi kwetu. Na naomba serikali ituendeleze, itu, itu kutuongezea vifaa kutu, kutu, kutu ongezea vifaa hmm, vifaa, ili wananchi tuweze kuhudumiwa kwa usahihi. Tumeokoa maisha ya wagonjwa wengi wakiwa katika sura mbili, wale ambao figo zimefeli kwa muda na wale ambao figo zimefeli moja kwa moja. Wale ambao figo zimefeli kwa muda, wengi wao tumewarudisha katika hali zao za kawaida, na sasa wanaendelea na huduma na maisha yao ya kawaida pasipo kutegemea huduma ya uchujaji wa damu na wale ambao figo zao zimefeli moja kwa moja wapo wanaendelea kupata huduma kwa ajili ya kusaidia kuendelea kurefusha maisha yao. Nguvu ya hospitali siyo majengo, bali ni watu wake. Ligula imewekeza kwa watu. Nimekuja hapa hospitali ya Ligula kuja kumleta kakangu ambaye tokea Dar es Salaam amekuja kwa matibabu mara moja tu, toka amehuduma ameipata, huu mwaka wa nane. Kwa hiyo hadi sasa hivi anaendelea vizuri tu tofauti na mwanzo Akija hapa mtu alikuwa siku mbili anazokaa kama mwaka, kwa ajili ya matatizo yake inabidi arudi ya Dar es Salaam moja kwa moja. Kwa sasa hivi tunashukuru, hata kama alivyokuja hapa sasa hivi huduma anaipata, hadi sasa hivi wiki ya pili yuko vizuri tu tofauti na watu, tunashukuru sana. Wataalamu wake wamepewa mafunzo, elimu na ujuzi. Hii ni idara ya kemia uhai biochemist. Katika eneo hili tunafanya vipimo vingi vinavyohusiana na hali ya ndani ya mwili kwa ujumla. Tunafanya vipimo vya hormone, tunafanya vipimo vya vya vya kuangalia ufanyaji kazi wa ini pamoja na ufanyaji ufanyaji kazi wa figo. Tumeboresha sana huduma zetu, vipimo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Uh, tumetoka kwenye idadi ya vipimo tulivyokuwa tunafanya karibu kama sabini kwa muda wa miaka mitatu iliyopita kwa sasa tuna vipimo mia na sita ambavyo tunavifanya na tunaendelea kuviongeza, na tumepata watumishi wengi wa kutosha ambao wanawezesha shughuli hizi zinaweza kufanikiwa, lakini pia na mitambo yetu ambayo inafanya hizi huduma inakuwa imekuwa bora zaidi, na tupo kwenye mchakato wa kupata ithibati ya ubora wa kimataifa. Ni kweli kabisa walivyosema kidole kimoja hakivunji chawa. Hapa serikali, watumishi na wananchi wote wameungana kwa lengo moja tu, afya njema kwa wote. Tumeona kuna ongezeko kubwa sana la watumishi. Kipindi mweshimiwa rahis anaingia madarakani, tulikuwa na watumishi 280 lakini mpaka leo tuna watumishi zaidi ya 350. Kwa upande wa vifaa tiba Eh, hospitali yetu ina digital x-rays ina echo lakini pia tuna endoscope mashine mbili, ambapo muda wowote kuanzia hivi sasa zitaanza kufanya kazi, ambapo hii itasaidia sana wananchi wa mkoa wa Mtwara, ambapo hiki kipimo ilikuwa wanakipata labda mpaka waende Mwimbili au hospitali nyingine ambayo ni Ndanda hiki kipimo kinapatikana. Kwa kuwepo kwa kipimo hiki kwa hapo hospitali kwetu kitakuwa kimesaidia sana wananchi wa mkoa wa Mtwara na ile mikoa ya jirani. Kwa majina naitwa Evodia Godian, afisa mteknolojia ya maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa Ligula. Ni mojawapo ya wanufaika wa hizi ajira mpya ambazo zimetoka mwaka jana. A, tokea tumefika hapa tulikuta kulikuwa na changamoto ya idadi ya watumishi ndani ya kitengo cha maabara lakini ambayo ilikuwa inapelekea wagonjwa kusubiria kwa muda mrefu majibu, alikuwa nakaa zaidi ya masaa matatu, lakini tokea tulipoingia sisi e, imeleta matokeo kwa sasa wagonjwa wetu hawakai muda mrefu, na majibu yao wanayoyapata yanakuwa, e ni majibu ambayo ni sahihi na yanatoka ndani ya muda mfupi sana. Leo hii ukitembea katika korido za Ligula unasikia pumzi ya matumaini. Mojawapo ya faida ya yetu sisi kuwa hapa, imejenga imani kubwa kwa wateja wetu, kwa sababu wanapokuja hapa wakapata majibu yao ndani ya muda mfupi, haiwakwamishi na maisha yao ya kila siku, wataendelea, wanakuja wanapimwa, wanapata huduma zote ambazo wanatakiwa wapate, lakini pia haiwazuii wao kuendelea na kazi zao za kila siku. Ligula imekuwa sio tu hospitali bali ishara ya uzima. Upatikanaji wa dawa hapo hospitali kwetu ni asilimia 98, lakini pia tulikuwa pia hatuna oxygen plant eh, tuna kiwanda sasa hivi kinazalisha hewa tiba. Pia katika hospitali yetu tuna huduma za utengemao, ambapo hizi huduma kwa kweli zimesaidia wananchi wengi, wananchi wale waliopata ajali, wale ambao wana magonjwa ya kudumu. Kwa mfano kuna wengine wanakuwa na kiharusi, lakini kuna watoto ambao wanakuta wamezaliwa na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha awamu ya sita, tunafurahi tumepata watumishi wengi katika idara hiyo, ambayo kipindi cha nyuma tulikuwa na watumishi kama watatu, sasa hivi tuna watumishi kama sita ambapo katika kitengo kile cha utengemao. Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Mtwara Ligula ni kioo cha mafanikio, taa ya afya na fahari ya taifa. Tumeweza kipindi hiki, tutaweza kipindi kijacho.